ya taasisi yetu ya Shakiba Islamic Foundation ambayo mimi ni mwenyekiti wake. Nakaribisha wote na nishukuru sana taasisi ya Bakwata a wilaya Bagamoyo, chini ya shika wetu Sheikh Abdul Qalib Sheikh Muhammad Ramia wa kutupa ridhaa, utuparusa kuendelea na shughuli hii, kwamba naye mchango wake mkubwa sana upo upos pesa zote ziko chini ya mapato Tanzania, pesa zote ziko chini ya mapato. Kwa hivyo tu upata bidhaa kutoka pesi yetu amakwata shiritani kwa sana, ndio maana jambo hili limefana kwa ukubwa wake. Basi salamu nyingi zimfikia shikowetu kadi ajua leo aliana changamoto kna changamoto. Aha, Mwenyezi Mungu afanye pesa hiyo belekimziko. Karibuni sana katika soko na tunakaribisha watu wa aina yote yup, yup, zote kwa hapa, karibuni katika dua hili kubwa ndani ya wilaya yetu Bagamoyo, kwa sababu ili jambo linafanyika kiwilaya, wakota wako apaniona wakoata Bagamoyo wengi, sote ni wilaya moja, na lengo letu tujumuike moja kuliombea taifa letu na kumwombea rais wetu na kuombea uchaguzi, uchaguzi unaokuja uwe wa amani, wa Usa wa mutfani, wa amani. Ma kubos na usalama usio uchaguzi wa nuksani. Jamani, nchi ambazo zimeingia migogoro ya uchaguzi watu wanaishi kwa amani katika mazingira makubwa sana na mazingira magumu sana. Kwa hivyo kikao hiki ni kuomba dua, tuombea taifa letu s kinijaapatu kwamba ni wajibu wa kuomba Mwenyezi Mungu ili amani Tanzania

watoto ya Mwenyezi Mungu Mungu kumbie kwa kundi letu tuweze kuwa kundi bora katika makundi ya sasa kutangaza Mtume Muhammad. Sasa uepeshe na mimi, tumesema shughuli hizi za Kiislamu zimetawaliwa na na maosharu magoma. Sasa kundi yetu pia na kasida zile ambazo zina adabu na heshima za kwenye harusi na shughuli mbalimbali za Kiislamu, aina kaamba kubwa sana tuache mambo ambayo Mwenyezi Mungu kwa kundili, kwa adili, na mimi ndio kiongozi wa ikundi sabadi hapo. Nisema karibuni sana, jisikie kuna amani na tunahitaji utulivu wa kudumu, kwa sababu leo tunaomba dua kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya Rais. Kwa hivyo si mbaya tukomba dua pia ii, akanisemi nipenda kushukuru sana viongozi wa chama kwa kucheza

hatufanyi siasa, lakini katika mambo ya msingi ya uchaguzi, mambo ya kisheria, lazima tukubaliane kwamba lazima ifike muda basi, upatikane mtu wa kuweza kuongoza nchi na kuongoza mambo yenu kwenda vizuri zaidi. Asante sana, Adatu, kwa mchango wako mkubwa kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Bila wewe, jambo hili lisingefana. Mungu akubariki. Baada hapo, naomba sasa endelee aje sauti aweze kuendelea.